holela ya antibiotiki. Mganga mkuu wa serikali aonya matumizi holela ya antibiotiki, lakini kuna habari inaosema msimamo mkali wa Samia Desemba 9. E, yoni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe atoa tahadhari wanaojipanga kwa maandamano, agusia tena mjadala wa katiba mpya ya maridhiano. Yoni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa wa mbele lakini aliyekosa mtihani kidato cha pili kwa tuhuma za uhaini wa Oktoba 29 aachiwa. Aliyekosa mtihani wa kidato cha pili kwa tuhuma za uhaini aachiwa. Chuo kikuu cha dahili mara kumi ya uwezo wake, wake chazuiwa. E, Chuo kikuu cha dahili mara kumi ya uwezo wake chazuiwa. E, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Kuna Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ni msimamo mkali wa Dr. Samia kuhusu Desemba 9. Lakini kimataifa Ginebisau yasimamishwa wanachama. E, Ginebisau yasimamishwa wanachama au. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la Mwananchi lenye asubuhi ya leo kuna habari inayosema maswali tata wizi kanisa kwa Gwajima. E, maswali tata, e, wizi kanisani kwa Gwajima. Lakini wewe ni nani utupangie hiyo e, ni habari picha ikimwonyesha Dr. Samia Suluhu Hassan e, akihutubia e, wazee wa mkoa da wa Dar es Salaam, lakini habari yake inasema wewe ni nani utupangie. E, ni kauli ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akitoa msimamo wa serikali yake kuwa haitakubali kupangiwa cha kufanya, azigusa taasisi za dini e, za kimataifa na vyama vya siasa lakini mahakama ya ipa tume ya jaji Chande serikali siku saba. eh, mahakama ya ipa tume ya jaji Chande serikali siku saba na bangi kimambi apewa kesi ya hujumu uchumi Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini madaktari wa uguzi wa mkingi ya kifua tabibu tabora, e, eh, madaktari wa uguzi wa mkingi ya kifua tabibu tabora. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula mwananchi, pata nakala yako kwa habari kwa Kinam. Tukiachana na gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti la kula habari leo, lenye linaanza na habari na usema e, mganga na wenzake wasimamishwa kazi sakata la mgonjwa kubakwa. E, mganga na wenzake wasimamishwa kazi sakata la mgonjwa kubakwa. Yoni habari endelevo ukurasa wa saba. Lakini kuna habari kubwa inausema, Samia tumejipanga tutailinda Tanzania. E, huyo ni Dr. Samia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asema tumejipanga tutailinda Tanzania, ahimiza amani umoja utulivu, asema tugange yajayo. Lakini abainisha vurugu za Oktoba 29 zilipangwa na kuiangusha dola. Abainisha vurugu za Oktoba 29 zilipangwa kuiangusha dola. Lakini wazee wa Dar es Salaam wasifu uimara wa rais Samia. Wazee wa Dar es Salaam wasifu uimara wa rais Samia. Hiyo habari inaendelea ukurasa wa tatu lakini rais atoa msimamo kwa taasisi za dini, akataa masharti na mazungumzo, aeleza umuhimu wa uchunguzi kabla ya tume ya maridhiano, awataka wazee kuzungumza na vijana kuhusu uzalendo kwa nchi. Hiyo ni habari a ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la habari leo, pata nakala yako eh, kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la habari leo, tuangazie eh, ndani ya gazeti lako eh, gazeti lakula mwanahabari lenye linaandika Rais Samia, eh, vurugu zililenga kuipindua nchi huyu. Eh, ni Rais Samia asema vurugu zililenga kuipindua nchi ni za Oktoba 29, awasa wazee eh, kuwafunda vijana umuhimu wa amani, lakini asema vyombo vya ulinzi na usalama vilifanya kazi yake kulingana na ukubwa wa tukio. Awakosoa wanaojitokeza na kutaka, eh, kupangia serikali Tanzania eh, ya kufanya, asema dola imejipanga. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la mwana habari gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Lakini awaonyeshia kidole wanaolenga eh, wanaolenga 2030 hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti la mwana habari. Lakini tanapa zati kushirikiana kukuza utalii Tanzania, e, lakini matumizi holela ya dawa ni e, janga jipya, jamii yatakiwa kupambana e, na nalo na hilo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari eh, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Lakini kuchana gazeti la Mwanahabari, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar leo linza habari kubwa inayosema Dr. Mwinyi mgeni rasmi kilele cha siku ya watu wenye ulemavu leo. Lakini Dr. Samia wa Tanzania tusitumike kuihujumu nchi, eh, Dr. Samia asema tusitumbo wa Tanzania tusitumike kuihujumu nchi. Lakini viongozi na taasisi za umma simamieni sheria. Huyo ni Hemedi asema viongozi wa taasisi za umma simamieni sheria, lakini kuna habari inayosema serikali itaendeleza uhusiano na China. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo kwenye ukurasa wa mbele, na Dr. Mwinyi mgeni rasmi kilele cha siku ya watu wenye ulemavu. Hiyo ndo habari kubwa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaandika habari inayosema tumejipanga. Huyu ni Dr Samia asema tumejipanga, e, ni kauli ya rais Samia akizungumza na wazee asema tumejipanga, lakini TCU asitisha udahili udaktari. E, TCU asitisha udahili udaktari. Dr Mwinyi awataka mawaziri kutatua changamoto e, za wananchi. Huyu ni Dr Mwinyi awataka mawaziri kutatua changamoto e, za wananchi, lakini anyoosha kidole safari elfu mbili na thelathini. Huyo ni Dr Samia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Majira e, ukurasa wa mbele lenyewe linaandika habari inayosema Samia, Tanzania ni uhuru, hatutakubali kuingiliwa. Hilo ni gazeti la Majira e, ukurasa wa mbele sema Samia, Tanzania ni uhuru, hatutakubali kuingiliwa lakini bodaboda wahimizwa kudumisha amani. Mavunde e, PCC, wajadili mradi e, Nyanzaga. TCU asitisha udahili shahada, shahada e, ya kwanza udaktari MZU. na bilioni moja kuwapa tabasamu watoto wenye matatizo ya moyo. lakini Chalamila, Rais Samia ajapuuza maneno na ushauri. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la majira kwenye kurasa wambele, ipate nekale yako kwa habari lakini habari kubwa ni Samia, Tanzania ni huru, hatutakubali kuingiliwa. Asema kinachotokea Oktoba 29 sio maandamano bali ni vurugu zilizokuwa na lengo fulani, afafanua nguvu zilizotumika. Hiyo ni habari ukurasa wa nne wa gazeti lako la Majira, huku gazeti lako la Uelekeo lenye limeandika Dr Samia aonya vurugu, asema Tanzania haiwezi kuamrishwa. Lakini ofisa magereza ashikiliwa madai ya kuwa mpenzi wake wazi, Dar es Salaam waeleza kufadhaishwa na vurugu za Oktoba 29. Hilo ni gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele, huku gazeti lako la taifa tanzania uzalendo kwanza lenye inaandika Mavunde katika harakati za kuinua wachimbaji wadogo, lakini rais Samia hajabadili msimamo maandamano ya Oktoba 29 na NMB yatoa milioni 500 kusaidia matibabu ya moyo watoto 125 nchini, habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Na gazeti lako la Wamachinga lenyewe linaandika Mavunde na Psusi wajadili maendeleo mradi wa Nyanzaga lakini e, Dr. Charamila, Charamila Raisi Samia ameunda serikali inayounganisha taifa lakini Dr. Samia atoa msimamo asema vurugu Oktoba 29 zililenga e, kuipindua dola na NMB atoa milioni mia tano kusaidia matibabu ya moyo watoto 125 nchini. Bodaboda boda nchini wa aswa kuhimiza amani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge ukurasa wa mbele. Na gazeti lako la Jamvi la habari asubuhi ya, ya leo lina habari inayosema e, msimamo e, huyo ni Dr. Samia habari picha yake inaonyesha e, kiwapo wanasema ni msimamo. Ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Jamvi la habari e, ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali mbali nchini Tanzania e, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo. Gazeti la kule Jamvi la habari inaandika Simba ya mtupia virago e, meneja Pantevu e, Simba ya mtupia virago meneja Pantevu. Diara maema ndani ya kikosi bora e, Afrika e, Diara na maema ndani ya kikosi bora barani Afrika. Hilo ni gazeti la kule Jamvi la habari ukurasa wa michezo lakini gazeti lako la Mwanahabari kwenye mchezo linaandika Serengeti Boys ya beba Sekafa ya fuzu Afcon, Serengeti Boys ya beba Sekafa ya fuzu Afcon. Yanga yaendelea kujinoa yataka dozi ligi kuu, Yanga yaendelea kujinoa yataka dozi ligi kuu. Simba yamwaga kocha Pantevu, mzinga yatinga yatinga final robo finali, shimuta Stars kupiga kambi Afcon kambi Misri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa lakini michezo Azam Singida uwanjani e, leo. Leo Simba yachana na kocha Pantev, kwa chipukizi Stars kutimkia Misri Desemba nane. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti kubwa la machinga kwenye kurasa za michezo. Na gazeti kubwa la taifa Tanzania kuhusu michezo na andika Azam Singida uh, jasho litamwagika leo. Lakini Mayanga asikitishwa vijana wake kushindwa kutumia uh, vyema uwanja uh, wa nyumbani. Lekitanganyika wana soka wanawake watano wa Afrika wanaolipwa uh, fedha nyingi. Hiyo ni habari kwenye gazeti kubwa la taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika kocha Pantevo atimuliwa Simba, magoli ya watuliza wanachama na mashabiki. Lakini yanga ya kwanza Afrika usajili e, eka, serikali, Serengeti Boys, mabingwa Sekafa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo e, kwenye kurasa za michezo. Gazeti la Majira kwenye michezo limeangazia Serengeti Boys yenye kuwa ubingwa Sekafa under 17 yafuzu Afconi kwa vijana Yanga klabu ya kwanza kujiunga Azam Singida Black Stars mecha kibabe leo. Hilo ni gazeti lako la majira kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako la uhuru kwenye michezo inaandika kocha Pantev atimuliwa Simba, ukarabati wa uwanja Benjamin mkapa wafikia asilimia tisini. Lakini magoli afunguka Azam Singida Black Stars, utamu upo hapa, na mashabiki wa Mwakinyo watulizwa e, mashabiki wa kuna nini eh? kwa mashabiki wa bondia huyo, basi gazeti lako la uhuru linakuletea habari kwa kina. Lakini Zanzibar leo gazeti lako linaandika kwenye michezo, mchezaji kinda wa Tanzania Angara Zambia eh. lakini ligi kuu Zanzibar kuendelea leo, Sila kundemba nguvu sawa eh, kanda ungoja Azam yatia hofu Gamondi, lakini Simba ya chana na pantevu yodo, habari kubwa kabisa kwenye magazeti mengi eh, nchini Tanzania eh, kwa asubuhi ya leo lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Azam Singida kivumbi leo. Serengeti Boys watoa ubingwa wa Sekafa under 17. Pantevo atupiwa virago. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Habari Leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mchezo linaandika Diara Ashtua kiungo Simba amgusa kafu nako namba za mbeba, lakini msajili asubiri ripoti mkutano simba Huyu uh, ni msajili asubiri ripoti ya mkutano Simba. Pantevo afichua jambo, bosi Simba uh, atia neno. Lakini ibenge na gamondi leo ni vita uh, huku ni Azam dhidi ya Singida Black Stars, ni Ibenge na Gamondi vita kali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa mbele. Lakini tuangazie sasa gazeti lako la Nipashe, uh, mwanga wa jamii kwenye michezo linaandika Azam uh, Singida Black Stars vita Ibenge na Gamondi. Lakini Pedro Yanga bado haijafika kwenye ubora ninaotaka. Huyo ni kocha mkuu wa Young African Pedro asema Yanga bado haijafika kwenye ubora ninaotaka. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Nipashe kurasa za michezo ndio natufungia usomaji wa gazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema. Na kwaherini, asubuhi ya njema.